Bado kona, boli Mgaya anaitenga kwa Ali, anapoteza ule mpira. Haya, hijiashamte ingine ni counter attack, anaondoka nayo. Kagera Sugar imeacha kwa Peter Luasa kwenye nafasi, Mwijage anaambiwa ni offside, pasina shaka, shuka lipo juu kabisa la line Akiwa amelinyosha mpaka sasa hajashusha kwashiliya kwamba yupo sahihi kwa ambacho amekiamua. Pita Lwasa akaitenga pasi kwenye eneo zuri kabisa kwa Eric Mwijage, ambaye aligusa la mpira, uligonga mwamba na kudunda. Hii ndio nafasi ambayo aliambiwa ni offside, lakini ukitazama wakati pasi inatoka kwa Pita Lwasa, alikuwa kwenye eneo sahihi Eric Mwijage katipasi natoka Erik mambo Onditi jaribu kukapasa kisigino, wanaondoka anajichanganya nyewe, wanajaza mpira kwenye neti, hamna hamna, ndipo panapoliwa ndicho ambacho kinanyanyua shangwe la mashabiki wa Kagera Sugar. Mawasiliano hafifu yameweza kumnyanyua mkuu wa wilaya ya Bukoba kwenye kiti, Aidan Alexander, namna ambapo goli limefungwa. Uliguso le mpira, mguso wa mwisho ni wa mlinzi wa kati wa Coastal Union, baada ya kisigino Ulimgusa Ali Msangi. Ali Msangi anijiweka mwenyewe kwenye neti, wamejifunga nwamejifunga mangushi hawa Coastal Union wanasema fuko kilalamika kwamba hakufanya kitu Omari Chibada, lakini mwamuzi amekwisha puliza filimbi kuashiria ni foul. Wapo wachezaji watatu nyuma, Lukas Kikoti Almeida, mtakatifu wa kusini, lakini akipanga tena wachezaji wake Ramadhan Chalamanda, wachezaji wawili pekee Bakari Lukas na Miraj, Miraji Bakari kwenda kumtoka mpira ambao anakwenda kwenye net. Haya ni maajabu haya, ulionekana kuwa mpira hafifu, Juma anataka wachezaji wake waamke ulipigwa akanyosha mikono yake kabisa, Ramadhan Chalamanda kwamba hii anaikamata, lakini haikuwa vile ambavyo yeye alidhani inaweza kuwa. Kishindo kilikuwa kizito kile cha Lucas Kikoti Almeida, bao la kusawazisha kwa Coastal Union. Yuko nayo bado, anajaribu shuti ya chini chini, babatiza ule mpira ambao unakwenda nje na kwa kona anajaza na mpira juu juu, juu ndani, unajibiwa kichwa tena, kwenye nafasi, wanaweka ndani kule, anaingiza ndani Mohamed Salum Jecha, kwa kumpatia uzito kabisa, la mahaba kwa Juma Kaseja la kwenda kuandikia fasi akapiga diving header kama anakwenda kwenye swimming pool. Mpira mbao, Mohamed Salum Jecha aliruka nao na kuandika bao la pili kwa super mkurukumbi. Kagera Sugar haishi mpaka ishe.